Ita, jambo kubwa ambalo tumewaita ni kuwaeleza kuhusu eh, maendeleo ya utekelezaji wa sheria ya huduma za habari. Wengi mnafahamu tuli, tulieleza wakati tunatangaza kuanza kutumika sheria kwamba tutakuwa mara kwa mara tunatoa taarifa kuhusu utekelezaji wa vipengele mbalimbali mbali vya sheria ya huduma za habari. Sasa leo tumewaita kwa swala muhimu sana kwenye utekelezaji wa sheria hii mnafahamu kwa mujibu wa sheria kwenye kifungu cha tano cha sheria hii kilikuwa kinasema tutaanzisha mfumo mpya wa utoaji wa leseni, ni mfumo mpya wa usajili wa vyombo vya habari vya machapisho, kwa sababu tunajua kwamba upande wa radio na television bado itabaki upande wa TCRA, ndio taasisi itakayoendelea kusajili na kutoa leseni lakini upande wa magazeti tulishatangaza awali kwamba tutakuwa na mfumo mpya sasa. Mfumo huo mpya kwa mujibu wa kifungu cha tano i cha sheria unaanza rasmi leo, kwamba kuanzia leo magazeti yote majarida sasa sijui Kiswahili cha newsletters, mwake kuna journals, kuna magazines, kuna newsletters lakini yale machapisho yote kwa maana ya magazeti na majarida mbalimbali kuanzia leo yanapaswa kusajiliwa upya, kwa wale ambao wapo kwenye orodha ya sasa, kwa mfumo huo wa utoaji wa leseni. Na utoaji huo wa leseni utaanza sasa, kwa maana ya leo, katika ofisi ya idara ya habari hapa Dar es Salaam na wengi mnafahamu pia tumeshafungua idara ya habari Dodoma. Kwa hiyo pia ofisi yetu ya Dodoma kuanzia leo itaanza kutoa huduma hiyo, na tumetoa mpaka tarehe 15 Oktoba kwa magazeti yote kuhakikisha kwamba wana, wanakuja kusajiliwa upya kwa mfumo huo wa leseni ili waweze kuchapisha machapisho yao baada ya Oktoba 15 mwaka huu haitaruhusiwa tena kuchapisha gazeti au jarida bila usajili na sheria, kwa sababu wengi mnaisoma soma, someni. E, ukichapisha chapisho lolote bila kuwa limesajiliwa au lina hiyo leseni utakuwa unatenda kosa la, la jinai. Kwa hiyo mtufikishie hiyo taarifa kwamba milango yetu iko wazi kuanzia leo kwa wale wa zamani, lakini vile vile kwa Watanzania wengi pia walikuwa wana, wana, wana, wana, wamepata shida kwa maana kwamba wameshindwa kusajili magazeti yao na majarida. Sasa kwa wale ambao ni wapya pia tunatoa taarifa kwamba rasmi kuanzia leo wanaruhusiwa eh, kusajili. Ishi bila wasi na Red Relax, jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum, na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote, sms na mb, pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha una uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya, huku dakika, sms na mb zako ambazo hazijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu, ukinunua kifurushi cha Red utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure, taarifa fupi za mpesa bure, kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom nchini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuarifiwa, ukipiga simu na kuikosa bure. Nyuta 149 nyuta 01 alama reli, chagua red sasa, uishi bila wasi